Wewe unachua shamba yae usani. Wewe, nani ajumu, ulienda mukawusa ya kwenu uko yenye mulipewa ya eshiteru kwai si na niko kwangu. Wewe ni musiri, ukakuja hapa ukakaa uko na kulanga tu vizuri samaki na niweke mimi dodo. Eh. Hakuna shamba yenye inahusu, ah. Hi. Sawa, unataka kufanyeni nini kwa ipoma yangu?